Mwalimu, hongera kwa mchezo. Asante ah, japo tumefungwa lakini unanipa hongera, mchezo ushakuisha yeah. kipindi cha kwanza, kipindi cha pili, mchezo umeushika kwa asilimia kubwa, lakini umeweza kupoteza mchezo, pengine unahisi tatizo ni nini? Kikubwa wenzetu walipata magoli mapema no, tulifanya mistake mapema wakapata magoli lakini, tulivyorudi mchezoni tukachukua mchezo tukapata goli moja, basi nafikiri tukufanikiwa kusawazisha goli la pili. Mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa hawaonekani kwa muda mrefu, lakini kwenye mchezo wa leo ameweza kuperform kwa asilimia kubwa, tunamzungumzia Eba, ni miongoni mwa wachezaji ambao umempatia nafasi kipindi cha pili, labda pengine unazungumziaje performance yake? Ah, kikubwa tunashukuru Mungu, aliumia muda mrefu kwa hiyo ndo tunaanza kumrudisha, unaona, tumempa leo dakika thelathini. Kwa hiyo mechi ijayo tena tunaanza tukampa thelathini au tukana nini? Kwa hiyo tuna tunashukuru leo kwanza hajaumia ametoka salama, kwa hiyo tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu. Nafikiri anaendelea vizuri yeah. pengine Dodoma Jiji tuione wapi kwenye msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara? Ah, nafikiri timu ndo kwanza ina, ina mwaka mmoja hata tujamaliza, timu ndo inajengwa sasa hivi, unaona, kwa hiyo nafikiri tutaangalia safari hii wapi tu, kuna maboresho gani au tulikosea sehemu gani. Nafikiri timu inaenda inaimarika. Eh. Shukrani.